Wengi wa kiroho na kimwili. Yani, mimi ni Murundi kabisa. Semeni hapo amen. Lakini nimechanganya na kadamu ka huko na kaburi. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Amen. Shukrani kwa Amen. Amen. Kwa hiyo nampenda Mungu na kufurahia kwa kunifikisha hapa. Eh, na Mungu ni mwema. Semeni ni amen. Amen. Semeni amen. Amen. Nashukuru Mungu, safari ilikuwa ngumu, lakini Mungu amewezesha kumefika. Kwa sababu tulipanga kuja muda mrefu, lakini bila kata. Bila kata. Tunajaribu kupanga, shetani anajaribu kuziwia. Maana alikuwa ameona chenye kitafanyika hapa. Ndiyo. Lakini tunamshukuru Mungu, ni mwema ambaye akiahidi shetani atimiza jambo lake. Amina. Na mpenda Mungu na mke mmoja na watoto wa kiroho na wa kimwili pia. Amen. Kwa hiyo nafurahi kuwa mbele zenu na Mungu apewe sifa. Amen. Nafikiri inatosha hiyo. <laughs> Amen. <laughs> Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Eh, tunaingia katika maneno ya Mungu, bali fungua Biblia yako. Tuongee juu ya uweza wa maombi. Somo la kufundisha leo nasema uweza wa maombi. Semeni amen. Amen. Amen. Uweza wa maombi au faida katika kuomba. Mkristo ana faida gani katika kuomba? Semeni amen. Amen. Alafu nitakufundisha maombi ni nini. Maana ya maombi ni nini? Amen. Amen. Wakristo wengi wamebatizwa, Wakristo wengi wameutafuta Mungu lakini hawaishi maovu. Daudi akasema katika Zaburi ya mia na tano, mstari akasema mtakeni Mungu pamoja na nguvu zake kwa, kwa nini asema tuutake Mungu na nguvu zake Amen, amen. Nini aseme tumtake Mungu pamoja na nguvu zake? Aliona, kumtaka Mungu haitoshi? Au kuokoka kubatiziwa, kuokoka ni vizuri, kubatizwa ni vizuri, lakini haitoshi. Semeni amen, amen. Ndio maana kasema mtakeni Mungu pamoja na nguvu zake, msimtake yeye mwenyewe na nguvu zake. Semeni amen, amen, kwa sababu alijua bila nguvu zake hatutashinda dunia, bila nguvu zake hatutashinda hakuna mahali tutafika. Semeni amen. Amen, ndio maana ndio akasema mtakeni Mungu pamoja na nguvu zake. Sasa kuna watu wameokoka, kuna watu wamebatizwa, lakini hawaishi maisha ya maombi, au ndio watu ambao wanamtumikia Mungu na wanafungwa pia. Nasema hakuna kitu kibaya kama kukaa kanisani na unafungwa Shetani hawezi tishwa na kuimba. Shetani hatishwi na karama, lakini kile kitamtisha shetani ni jinsi umesimama na Mungu. semeni Amen. na maombi pia. Amen. Sasa Wakristo wengi wanaishi wanaomba, lakini hawana maisha maombi, wana wanampenda Mungu, lakini hawataki kutafuta nguvu zake. Semeni Amen. Amen. Daudi, sasa kaiona ile, ndio akasema Mungu take